Ni Bugoma TV Habari, Habari. Ninaamini wote mtaenda kuishi viapo vyenu na wote mtaenda kufanya kazi na mwisho wa siku daftari letu litatoka kwa usahihi, kwa sababu nyinyi ni watu makini, hivyo tukafanya kazi kwa uweledi na uadilifu. Mafunzo haya yatahusisha jinsi ya kutumia mfumo wa kusajili wapiga kura, yani voters registration system, pamoja na ujazaji wa fomu mbalimbali ili muweze kupata uelewa wa kina wa kutumia kwa ufasaha vifaa vitakavyotumika katika zoezi la kuandikisha wapiga kura. Natarajia mtafanya kazi kwa weledi, bidii na moyo wa kujituma ili kufanikisha zoezi hili la kitaifa. Aidha, mawakala wa vyama vya siasa wataruhusiwa kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura. Jambo hili ni muhimu kwa kuleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia kusaidia kutambua wapiga kura wa eneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa za lazima. Natoa wito kwenu kuhakikisha mnavitunza vifaa vyote mtakavyokabidhiwa na kuzingatia maelekezo yote yatakayotolewa na afisa mwandikishaji na wasaidizi wake ili muweze kuyafanyia kazi. Majina anaitwa Boaz Amanyisi ya Masoko. Kutokana na mafunzo niliyoyapata nimeelewa vizuri kabisa namna ambavyo tunatakiwa kwanza tuwahudumie wanajamii hawa ikiwa ni pamoja na kuwapokea vizuri na kuwaelekeza maelekezo muhimu ambayo yatawasaidia wajisikie huru kujieleza na kupata taarifa zao sahihi ni pamoja na namna ya kufanya kazi vizuri na kwa weredi mkubwa, kwamba mafunzo haya yameniweka kwa kujiamini, kwa sababu nimepatiwa mafunzo ambayo kwa ujumla sijawahi kuyapata uh, hapo awali kama yalivyotolewa hivi sasa yametolewa. Majina anaitwa Getruda Silaya. Kwenye mafunzo haya niliyoshiriki nimejifunza zoezi zima la kwenda kuboresha daftari, hivyo naahidi kwenda kuitekeleza kwa wananchi, kuwasaidia wananchi wale ambao hawajapata vitambulisho waweze kupata, lakini pia kwa wale waliopoteza kadi zao waweze kwenda kupata kadi kwa ajili ya kushiriki zoezi zima la uchaguzi. Mimi majina yangu naitwa Regina Stanislaus Spiriano nimeshiriki vyema mafunzo ambayo yametolewa leo ambayo yamelenga zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura ambalo tutaenda kulianza kuanzia tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba mwezi wa tano. Aa, pamoja na mafunzo niliyoyapokea nimeondoka na mambo mengi ambayo naweza nikayafanya nika eneo la kazi akanisaidia kupata watu ambao wanaweza kujitokeza kushiriki zoezi hilo kwa kujiandikisha, ili kuweza kupata ufanisi mkubwa wa zoezi letu tunaloenda kulifanya kitaifa. Mimi majina yangu naitwa Regina Stanislaus Spiriano. Wakati wa zoezi hilo linapoendelea, kutakuwa na mawakala wa vyama kutoka vyama mbalimbali, kwa hiyo hao wataweza kutusaidia kuwatangazia wananchi na kuhamasisha wananchi kuweza kujitokeza kushiriki zoezi hilo ili waweze kushiriki uchaguzi bora ambao upo mbele yetu. Hii ni Bugoma TV. Habari.